bisha katika matangazo ya asubuhi. Naam, hivi sasa ni saa kumi na mbili kamili alfajiri hapo Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kuwa hujambo msikilizaji, popote pale ulipo. Karibu kwenye matangazo yetu ya asubuhi. Mimi ni Zainab Aziz ninayekukaribisha kwa niaba ya wenzangu wote Habari za ulimwengu. Msomaji wako naitwa Muhamed Khelef na tuanze na muktasari wake. Shirika la misaada la Kimarekani linasema limeanza kusambaza misaada ya kiutu kwenye ukanda wa Gaza. Shirika la haki za binadamu la Amnesty International linasema kuna uwezekano waasi wa eme ishirini na tatu wametenda wa makosa ya uhalifu wa kivita mashariki mwa Kongo. Na chama tawala nchini Venezuela kimejitangazia ushindi wa kishindo baada ya pinzani kugomea uchaguzi wa ubunge na ugavana. Habari kamili. Gaza, shirika tata la kibinadamu kwa ajili ya ukanda wa Gaza limeanza kusambaza misaada kwenye ukanda huo siku moja baada ya mkurugenzi wake kutangaza kujiuzulu. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Israel, shirika hilo la kimarekani liitwalo Wakfu wa Kibinadamu kwa Ghaza, GHF, limefungua kituo chake cha kwanza cha usambazaji misaada ndani ya Ghaza, ambapo mamia ya raia walipokea vifurushi vya mahitaji muhimu hapo jana. Hata hivyo hakuna vyanzo huru vilivyothibitisha kuanza kutolewa kwa msaada huo huku Umoja wa Mataifa na mashirika mengine ya misaada yakitilia shaka uaminifu wa shirika hilo walituhumu kutumiliwa na Israel. Hapo jana mkurugenzi wa GHF Jack Wood alitangaza kujiuzulu wadhifa wake, akisema haoni jinsi shirika hilo linavyoweza kutekeleza majukumu yake likiheshimu misingi ya kibinadamu na kimataifa. Umoja wa Mataifa umeonya kuwa hali kwenye ukanda wa Gaza inaelekea kuwa janga la njaa na mauti. Goma, shirika la haki za binadamu la kimataifa Amnesty International limelituhumu kundi la waasi wa M23 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa mauaji, utesaji na kuwapelekea raia kadhaa kutoweka kwenye miji miwili inayoshikiliwa na waasi hao taarifa iliyotolewa na shirika hilo inasema kuwa mabaina ya mwezi Februari na Aprili mwaka huu M23 waliwakamata kuwaua na kuwatesa mamia ya raia kwenye mji wa Goma na Bukavu, wakiwatuhumu kuwaunga mkono wanajeshi wa serikali. Manusura waliohojiwa na shirika hilo waelezea kiwango cha mateso walichokumbana nacho mikono mwa M23, ingawa walisema hawakuwa na ushahidi wowote kuwa wao waliungana na jeshi la serikali. Amnesty International imesema ripoti walizokusanya kutoka manusura hao zinaashiria kuwa wasi hao wanaungwa mkono na Rwanda walitenda makosa yanayolingana na uhalifu wa kivita. Sydney, ripoti iliyochapishwa na shirika la kimataifa nchini Australia imetaja hali ngumu ya kiuchumi inayokabili mataifa masikini ulimwenguni kutokana na mzigo wa madeni ya China ambayo mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano yamevunja rekodi. Taasisi ya Loli inayofuatilia kiwango cha madeni ulimwenguni imesema mradi wa miundombinu wa China maarufu kama BRI uliotoa mikopo mikubwa kwa ajili ya ujenzi wa bandari, reli, barabara na majengo katika mataifa ya Afrika, Asia na Pasifiki umesababisha kiwango kikubwa cha madeni kwa mataifa hayo yanayoendelea. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, ndani ya mwongo huu China itakuwa mnufaika mkubwa zaidi wa kukusanya madeni yake badala ya kuwa mwekezaji kwenye mataifa hayo huku nchi zilizokopeshwa zikiingia kwenye wimbi kubwa la ufukara kutokana na kulipa madeni hayo. Taarifa hii ya habari za ulimwengu inakujia moja kwa moja kutoka hapa Bonn. Caracas. Chama tawala nchini Venezuela kimetangaza kujizolea takriban viti vyote vya ubunge na ugavana kufuatia uchaguzi wa juzi Jumapili matokeo ambayo bado hayathibitishwa na tume ya uchaguzi ya taifa hilo Amerika Kusini, CNE, yanaonyesha kuwa vuguvugu la Chavismo lilowasisiwa na mtangulizi wa rais Nicolas Maduro marehemu Hugo Chavez limechukua viti 23 kati ya 24 vya ugavana huku likitoa viti 256 kati ya 285 vya ubunge. Miongoni mwa waliotangazwa washindi wa ubunge ni mke wa rais Maduro, Cilia Flores, na mtoto wa kiume Nicolas Maduro Guerra. Muungano mkuu wa upinzani ukiongozwa na Maria Corina Machado uligomea uchaguzi huo, lakini kundi dogo la upinzani likiongozwa na mwanasiasa aliyewahi kuwania uraisi mara tatu mara mbili Henrique Capriles liliamua kushiriki, likihoji kwa ugomeaji wa awali ulimsaidia Maduro kujichimbia zaidi madarakani badala ya kumwangusha mwenyewe. Capriles ameshinda kiti chake bungeni. Na hatimaye Jos, Nigeria. Zaidi ya watu thelathini wameuawa katikati mwa Nigeria, kwenye maeneo ambako kawaida jamii za wakulima na wafugaji hushambuliana wakiwania udhibiti wa ardhi. Gavana wa jimbo la Benue, Ormin Sor Picta, ameliambia shirika la habari kwamba mwishoni mwa wiki hii watu ishirini waliuawa katika jimbo hilo. Mwisho wa habari kutokea hapa Bonn, DW. Dunia yetu leo asubuhi. Naam, bila shaka msikilizaji, umeipokea taarifa ya habari kwa njia safi kabisa, nami sasa nakukaribisha kwenye dunia yetu leo asubuhi. Na yale tuliyokuandalia asubuhi ya leo ni pamoja na mkusanyiko wa taarifa kutoka Mashariki ya Kati. Vile vile tumekuandalia mahojiano tuliyofanya na mwanaharakati kutoka nchini Kenya ambaye alitekwa nchini Tanzania. Na nchi changa kabisa barani Afrika, Sudan Kusini, inamulikwa wakati wote kwa sababu ya wasiwasi uliopo kuhusu hali ya nchini humo. Baraza la usalama la Umoja wa Mataifa linatarajiwa kupiga kura muhimu mwishoni mwa mwezi huu. Usikose pia kusikiliza makala tulizokuandalia. Hii ni DW Bonn. Tuanzie huko Mashariki ya Kati ambako mzozo kati ya Israel na kundi la Hamas huko Gaza umesababisha vifo vya maelfu ya watu na kusababisha pia hali mbaya ya kibinadamu. Mwenzangu Muhamed Hailef amefuatilia mengi yanayotokea huko na hii hapa ni ripoti yake. Mashambulizi ya Israel hapo jana yaliwaua watu arobaini na tano kwenye ukanda wa Gaza kwa mujibu wa mamlaka za afya katika ukanda huo. Katika eneo la mji wa Ghaza pekee mashambulizi ya anga yaliwaua Palestina thelathini wakiwemo wanawake na watoto waliokuwa wamejihifadhi kwenye jengo moja la skuli. Picha zinazosambazwa kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha miili iliyoteketea vibaya kwa moto ikifukuliwa kutoka kwenye vifusi vya jengo hilo. Jeshi la Israeli limekiri kulishambulia jengo hilo, likiendeleza madai yake kwamba jengo hilo nalo likuwa likitumika kama kituo cha kupangia mashambulizi na wanamgambo wa Hamas na Islamic Jihad, lakini Farahusir, mmoja wa manusura wa mashambulizi hayo, amesema kuwa waliokuwemo kwenye jengo hilo walikuwa watu waliochoka kwa njia na kiu pekee. akiwa na mtoto mchanga a pajani mwake, Faraha ameongeza na hapa na mnukuu, tulikimbilia kusini, wakatupiga mabomu, tukarejea kaskazini, wakatupiga mabomu, tukaja kwenye skuli, alimradi hakuna palipo salama, si skuli si hospitali si popote. Mwisho wa kumnukuu. Jeshi la Israeli ambalo linadai kuwa ilitumia silaha zinazolenga umakini wa hali ya juu, vifaa vya uchunguzi wa kina, na hatua nyingine kadhaa kuepuka madhara kwa raia, halikutoa hata hivyo ushahidi wowote unaothibitisha kwa jengo hilo lilikuwa likitumiwa na wanamgambo. Mashambulizi mengine kwenye kitongoji cha Jabalia yaliwaua wa watu kumi na tano kwa mujibu wa maafisa wa afya. Hayo ya kijiri Ujerumani, ambayo kawaida ni muungaji mkono wa Israel kijeshi, kifedha na kisiasa, imekosoa vikali kile kinachoendelea sasa kwenye ukanda wa Ghaza. Waziri wake wa mambo ya kigeni Johann Wadephul alisema akiwa ziarani nchini Hispania hapo jana kwamba hata nchi yake haioni hali ya Ghaza kuwa inayokubalika na inayovumilika tena. Hata hivyo Vadepol, ambaye alikuwa na mwenzake wa Hispania Jose Manuel Albares, alisisitiza kwamba usalama wa Israel ni sababu ya kitaifa kwa Ujerumani, msamiato unaotumika kuelezea wajibu wa kihistoria wa Ujerumani kufuatia jukumu lake katika mauaji ya maangamizi dhidi ya Mayahudi, Holocaust. Kwa hilo, waziri huyo mambo ya kigeni wa Ujerumani alithibitisha utayari wa nchi yake kuendelea kuipa silaha Israel, ingawa hapo, hapo hapo alikiri kuwa hali ya kibinadamu kwenye ukanda wa Gaza inazusha kizungumkuti kikubwa cha kimaadili na kisiasa kwa nchi yake. Uhispania inaongoza kampeni ya kimataifa ikitaka Israel iwekewe vikwazo vya silaha ili kurejesha amani kwenye eneo la Mashariki ya Kati. Asante sana Muhamed Hailef. Nchini Kenya, mwanaharakati ambaye alitekwa katika nchi jirani ya Tanzania na siku tatu baadaye kutelekezwa katika eneo la Horohoro karibu na mpaka wa taifa hilo na Kenya, Boniface Mwangi amezungumza na DW na kusimulia yaliyomfika huku akionyesha dhamira ya kuishtaki Tanzania kwenye Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC ya mjini The Hague nchini Uholanzi, zaidi msikilizi akielezea ya hali yake ya sasa pale alipozungumza na mwenzangu Sudi Mnete. Niko na maumivu, niko na maumivu kwa mwili sehemu si za siri, niko na maumivu, na miguu yangu pia iko na shida juu, niko na niko na three fractures. Fractures kwa miguu na left, kidole left, kimoja kimevunjika. Wakati hatua za mwanzo ambapo umeachiliwa uh, ilielezwa kuwa hali yako mbaya sana na hata wewe mwenyewe okay. Baadaye ukasema umepitia Uh, siku za giza, siku ngumu sana. Hebu tueleze kwanza, kwa kiasi gani umeumizwa kwa ndani? Waliniumiza sana, lakini ile, ile pia ile mateso ilikuwa, kwa hiyo siku tatu nilikuwa nimeshikwa, sikuwa naona, walikuwa wamenifunga uso na nimefunikwa na pingu, siku tatu. Kwa hivyo sasa kuna ile kulikuwa na ile psychological torture na iko na physical torture so, hizo vitu zote mbili zinakupatia shida, mwili nauma, akili pia si timamu kabisa, akili pia inasumbua, iko na ile hilo mawazo mengi nimekabwa ni, ni, macho nimepigwa pingu, sizungumziwe nikizungumziwa ni kupigwa tu. Kama utapata matibabu mazuri utarejea katika hali yako ya kawaida au kasoro zake zitakuwa bado zimesalia katika mwili wako? Najua mwili kivunjika irudi vile ilikuwa hapo awali, lakini natumbai kwamba pale pale pale vamevunjikavunjika kipona ndakuwa vizuri nazatembea vizuri. Kwa wakati huu siwezi tembea vizuri, lazima nipatiwe ni, ni, ni saidizi ndo naweza kutembea hata kwa, kwa, kwa msalani. Wakati wote ambapo ulikuwa unafanyiwa hivyo umefungwa macho, ulikuwa unasikia chochote kelele, kwa mfano, zilizokuwa zinapigwa na ulimwengu e, Mwangi Mwangi, ulikuwa unasikia kilio cha wananchi? Kuna siku ua kuna siku nilikuwa nasafirishwa na gari kutoka Dar es Salaam, nipelekwa wapi? na walikuwa anasikiza h so nikasikia, wakasema kama mwanaharakati maarufu wa Kenya Boniface Mwangi. Wakati walisema tu jina langu hivi, wakazima radio. Ah. Na, Ndarele, wakaakisha so sikujua nini endelea, lakini nisikie jina langu kwa redio. Wanaokukosoa wengine wanasema bwana Mwangi ameingia Tanzania kwa namna isiyo sawa hakufata taratibu. hakuna kasoro yoyote, kwa sababu mimi ni mimi ni raia wa jumuiya ya Afrika Mashariki, na sina nikienda Tanzania ama nikienda Uganda ama nikienda Rwanda, sifai kuliwa sababu ya kuenda kwa hizo nchi, kwa sababu hata paspoti ni moja. Kiangalia paspoti yangu na Tanzania na Uganda zinafanana, imeandikwa East Africa Community. Kwa hivyo sina sababu, unawezaenda tu hizo nchi bila hata kas, sababu yoyote na maafisa wa tanzania wanadanganyana kwa sababu hakuna karatasi ambayo niliandika ama nikasema kwa sababu nimeenda tanzania nilienda nikapita katika immigration ukapiga pasipoti yangu stamp na nikaingia tu bila maswali yoyote lakini kwamba kama ningekuwa ni nimevunja sheria za tanzania ningeshikwa nipelekwa mahakamani si kupitia mateso pigwa kufungua kilichokupeleka tanzania ni hii kesi ya kiongozi wa upinzani wa taifa hilo tundu lisu au kuna mambo mengine nilienda kwa hiyo kesi ya tundu lisu baadaye nirudi kenya kwa yote haya yaliyotokea Mfano, yeah, utadiriki wakati mwingine wote kuingia tena Tanzania? uh, <laughs> Ni ngumu kusema kwa wakati huu mm. Labda suluhu akikufa ama atoke, lakini kwa wakati huu siwezienda, walinifanya mab mabaya mengi sana. Ulimwengu kwa mara nyingine unaimulika nchi changa kabisa barani Afrika, Sudan Kusini. Hii ni kwa sababu ya wasiwasi uliopo kuhusu hali ya nchini humo. Baraza la usalama la Umoja wa Mataifa linatarajiwa kupiga kura muhimu mwishoni mwa mwezi huu wa Mei kuhusiana na uwezekano wa kurudisha vikwazo vya silaha dhidi ya nchi hiyo. Mengi zaidi ni katika ripoti ya mwandishi wa DW Jose Mahachi, inayosomwa studioni na Saumu Mwasimba vita vya muda mrefu vinavyoendelea katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki vimeshaua maelfu ya watu tangu vilipoibuka kwa mara nyingine na maelfu kuachwa bila makazi, huku watoto wasiopungua elfu sitini wakitumbukia kwenye maradhi ya utapiamlo. Juhudi nyingi zimefanyika ikiwemo za kuendelezwa vikwazo dhidi ya serikali ya Juba, lakini hakuna kilichofanikiwa kumaliza vita hivyo kabisa. Miongoni mwa vikwazo vilivyowahi kuwekwa dhidi ya taifa hilo ni vile vya kuzuia silaha kuingizwa, ambavyo kimsingi muda wake unamalizika Mei thelathini na moja mwaka huu kuelekea kura muhimu ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa itakayopigwa kuamua ikiwa vikwazo hivyo virefushwe au la. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Amnesty International tayari limeshasema kwamba maisha ya raia yako hatarini ikiwa vikwazo hivyo haviturefushwa. Mkurugenzi wa Amnesty International kanda ya kusini na mashariki mwa Afrika, Tigere Chaguta ametoa mwito kwa baraza hilo la usalama kurefusha vikwazo na kuhakikisha vinatekelezwa na kuwalinda raia wa Sudan Kusini. Tigere amesisitiza kwamba hali ya haki za binadamu itazidi kuwa mbaya ikiwa hatua hiyo haitochukuliwa. Kwa mujibu wa shirika hilo la kimataifa la kufuatilia hali ya haki za binadamu duniani, tayari kuna ukiukaji mkubwa wa wazi kabisa wa vikwazo vya silaha vilivyowekwa kutokana na hatua ya kupelekwa kwa jeshi la Uganda pamoja na vifaa vya kijeshi nchini Sudan Kusini tangu Machi kumi na moja mwaka huu. Itakumbuka kwa kwamba tarehe thelathini Mei mwaka uliopita baraza la usalama la umoja Mataifa lilirefusha kwa kipindi cha mwaka mmoja vikwazo dhidi ya serikali ya mjini Juba, vikijumuisha kuzuiwa kwa mali na kusafiri kwa baadhi ya vigogo serikalini pamoja na vikwazo vya silaha. Wakati huo, baraza hilo la usalama lilisema lina wacha wazi mlango wa kufanyika tathmini ya vikwazo hivyo vya silaha, ambavyo inaweza kutoa uamuzi wa hatma ya vikwazo hivyo. Hata hivyo katika tathmini iliyofanyika usafirishaji wa silaha nchini Sudan Kusini umekiuka azimio hilo lililokuwa na azma ya kumaliza vita na badala yake kuchangia kuleta ukosefu wa usalama katika taifa hilo. Shirika la kimataifa linalofuatilia migogoro ICG linasema wakati vikiweko vikwazo hivyo vya kimataifa, inaonyesha viliwafanya wanaohusika kushindwa kupeleka silaha nzito nzito katika taifa hilo, lakini kwa bahati mbaya, mipaka isiyo na udhibiti imesababisha hali ngumu lilipo kuja suala la kuzuia uingizwaji wa silaha ndogondogo na nyepesi kwenye nchi hiyo. Riek Machar, mpinzani mkubwa wa Rais Salva Kiir, mwezi Machi mwaka huu aliuandikia barua Umoja wa Mataifa akiishutumu Uganda kuwa mkiukaji mkubwa wa vikwazo vya silaha baada ya vikosi vya nchi hiyo kuingia Sudan Kusini, madai ambayo yametajwa pia na Amnesty International. Asante sana mwenzangu Saumu Mwasimba. Idadi ya wakimbizi nchini Kenya imeongezeka kwa asilimia ishirini katika kipindi cha mwaka mmoja. Ripoti mpya kuhusu wakimbizi na waomba hifadhi nchini Kenya imebaini kuwa wengi wao wanatokea mataifa ya Somalia, Sudan Kusini na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ongezeko hilo linaashiria hali halisi ya changamoto za kisiasa katika kanda hii. Thelma Mwazaya alikutana na baadhi ya wakimbizi hao ambao walikuwa na haya ya kueleza. Mami Masimane ni mama wa watoto saba na anatokea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baada ya kuwasili Kenya, sasa anajishughulisha na biashara pamoja na kusimamia kikundi cha wanawake wakimbizi kutoka nchi mbalimbali zinazokumbwa na migogoro. Takwimu za hivi karibuni kutoka shirika la wakimbizi la Umoja wa Mataifa, UNHCR, zinaonyesha kuwa idadi ya wakimbizi walioko Kenya imeongezeka kutoka laki sita tisaini na tisa mia tisa arobaini na tatu hadi laki nane thelathini na mbili mia tatu thelathini na mbili katika kipindi cha mwaka mmoja. Ripoti hiyo inaeleza kuwa idadi ya wakimbizi wanawake watu wazima imeongezeka kwa asilimia kumi na sita nukta moja na kufikia laki nne, huku wanaume wakifikia laki nne na ishirini 162. kupitia kikundi chake cha, cha Women Refugee Care, Mami anasema wanapambana kadri wawezavyo na changamoto za maisha ya ukimbizi. Tukiwajua tunawakaribisha, tunawapa ongera, na alafu tunawarifa kwa shirika ya UNHCR ili wapate kitambulisho, kwa sababu hakuna kitu wanaweza kufanya bila kitambulisho. Tunawaelekeza kama wandugu kutoka Somali, kuna mikakati ambayo serikali imechukua kwa Somalis wote, lakini bado tunawajumuisha kwa kikundi ili tuweze kuwashughulikia kisaikolojia, wasivunjike moyo na wajue kama kupata kitambulisho ni bure. UNHCR haijaitisha pesa ama government ya Kenya haijaitisha pesa yote. Tathmini hiyo imebaini kuwa wengi wa wakimbizi hao wanatokea nchi jirani, huku Somalia ikiongoza. Saadia Abdi Osman ni mmoja wao, alikimbilia Kenya baada ya kulipukiwa na bomu mjini Mogadishu, lakini alipoingia hapa

Alikimbia mji wa Goma mashariki mwa Kongo na kuwasili Kenya miaka miwili iliyopita. Anasimulia kuwa vurugu na mapigano vilimlazimu kutoroka nyumbani kwao. Naenda mnalala kwa barabara, siku zingine mnajifunika mna ma, manyasi yani ni maisha tu ngumu. Akili ikacheza trauma, vitu kama hizo. Kama ningepata nafasi, tungetaka usaidizi, tusichukuliwe kama refugees. Yani ile ubaguzi uko Mwaka elfu mbili ishirini na moja. Kenya ilipitisha sheria mpya ya wakimbizi ambayo msingi wake ni kuwaunganisha wakimbizi katika jamii badala ya kuwahifadhi tu kwenye kambi. Thelma Mwadaya, DW, Nairobi. Nchini Malawi kuna wauguzi wengi waliohitimu kutoka kwenye vyuo vikuu kuliko taifa hilo linavyoweza kuwaajiri. Mpango mpya wa kuwapeleka wahudumu wa afya nchini Israel unaahidi ajira na unafuu, lakini je utaathiri mfumo wa afya wa Malawi ambao ni dhaifu? Mwenzangu wa Kio Mbogo anaangazia hili kwenye ripoti ifuatayo. Makubaliano kati ya Malawi na Israel yatapelekea taifa hilo la kusini mwa Afrika kuwatuma Israel wauguzi na wakunga waliofuzu kutoka kwa taasisi za afya ili kupunguza ukosefu mkubwa wa ajira miongoni mwa wataalam wa afya. Serikali ya Malawi inasema mkataba huo wa nchi mbili uliotiwa saini mwezi Aprili utawanufaisha wahudumu wa afya kwa kuwapa kazi, ujuzi mpya na kuwawezesha kusaidia familia zao kupitia fedha zinazotumwa kutoka nje. Hakika ningeenda, nimehitimu kwa miaka mitatu na hata sijafanikiwa kuitwa kwa mahojiano ya kazi, Christina Jere aliambia DW. Anasema Malawi ni nyumbani, lakini kwa nini nibaki katika nchi ambayo nimetumia pesa nyingi kwa masomo chuoni bila kazi? Elizabeth Gondwe ambaye pia ni muuguzi ana matarajio sawa na Kristina anatazamia kuweza kuisaidia familia yake na hatimaye kurejea Malawi akiwa na ujuzi na uzoefu zaidi. Walakini sio kila mtu anafurahishwa na wazo la kuwatuma wafanyikazi wa afya wenye ujuzi nje ya nchi. Mkataba kama huo uliokubaliwa mwaka elfu mbili na ishirini na tatu ambapo Wamalawi walikwenda kufanya kazi katika sekta ya kilimo ya Israel ulikosolewa pakubwa, kukiwa na ripoti za unyanyasaji, mazingira duni ya kazi na wafanyikazi wa Malawi kufukuzwa nchini kwa kukiuka mikataba yao ya kazi. Wakosoaji pia wanasema mfumo wa afya wa Malawi hauna rasilimali na hauwezi kumudu kupoteza wafanyikazi waliofuzu. Uwiano wa muuguzi kwa mgonjwa wa Malawi ni karibu theluthi moja chini ya uwiano uliopendekezwa na shirika la afya duniani WHO, wa angalau muuguzi mmoja kwa kila wagonjwa elfu moja. Wakati mpango huo umeonekana kuwa ushindi kwa serikali ya Malawi, waangalizi wa Malawi pia wametilia shaka nia ya serikali, wakiiona hatua hiyo kama ya kisiasa badala ya kuzingatia maslahi ya raia wa Malawi. Hata hivyo, Masi Mwalilino, mkunga anayefanya kazi nchini Malawi, aliiambia DW kwamba baadhi ya wa wauguzi wanapata kiasi kidogo cha pesa takriban dola mbili kwa siku. Aidha, sera za Malawi kuhusu Israel zinakwenda kinyume na mwelekeo uliopo wa nchi nyingine katika jumuiya ya maendeleo ya kusini mwa Afrika, SADC. Hasa Afrika Kusini imeushutumu uongozi wa Israel kwa uhalifu wa kivita huko Gaza wakati wa vita vya Israel dhidi ya Hamas. Kinyume chake, Malawi ilifungua ubalozi mjini Tel Aviv mwaka elfu mbili na ishirini na nne na inaonekana na Israel kama mshirika mkubwa katika bara hilo. Wasiwasi pia umeibuliwa kuhusu mazingira ya kazi nchini Israel na iwapo ulinzi ufaao umewekwa kwa wafanyikazi wa Malawi. Mpango wa awali ambao ulishuhudia wafanyikazi wa kilimo wa Malawi wakienda Israel ulisimamishwa baada ya wafanyikazi kulalamika kuhusu mazingira magumu ya kazi, kuacha kazi zao, kufanya kazi katika sekta isiyo rasmi au kutafuta hifadhi nchini Israel. Kinyume chake, mpango huu wa afya kati ya Malawi na Israel uliendeshwa na waajiri wa wafanyikazi wa kibinafsi, kwa masi mwalilino. Makubaliano ya nchi hizo mbili yanatoa hali ya usalama kwa makubaliano hayo. Serikali ya Malawi inakamilisha mpango huu kwa kushirikiana na shirika la kitaifa wa la wauguzi na wakunga la Malawi ambalo lina jukumu la kuangalia masharti hayo yote kwa wauguzi kabla ya kuwapeleka huko, aliliambia DW akiongeza kuwa walio tayari kwenda wanaweza kupata dola mia mbili hadi dola mia tatu kwa mwezi. Na kwa ripoti hiyo ya Wakio Mbogo, ndiyo tumekamilisha mkusanyiko wa taarifa tulizokuandalia katika dunia yetu leo asubuhi. DW. Afya yako. Jicho ni moja kati ya viungo muhimu kwenye mwili wa binadamu kinachomsaidia kutawala mazingira yake. Na ni kiungo nyeti ambacho kikipata hitilafu kidogo huleta madhara makubwa kwa mhusika. Yapo matatizo ya macho ya aina nyingi na kwa hapa Tanzania inakadiriwa kuwa zaidi ya watu milioni moja wana changamoto za magonjwa ya macho kwa mujibu wa wizara ya afya. Jicho moja linakuwa limepungua zaidi nguvu ya kuona kuliko jicho lingine. Kwa wakati nipo kwenye kazi kwa sioni zile karatasi nyeupe. Kipindi hiki cha afya yako kinaangazia ugonjwa wa makengeza na matibabu yake. Jina langu ni Salma Mkadibala, karibu. tatizo Ilianza tu sioni, yani nikishika karatasi, kwa sababu mimi ni nesi, kwa hiyo wakati nipo kwenye kazi, kwa sioni zile karatasi nyeupe, kama nasoma cheti ni. Kwa hiyo ikawa sioni kabisa, kwa hiyo waliponipima wakagundua nina shida kweli, wakanipatia mawani. Huyu ni Veronica John Hitu, ni mama wa makamo niliyemkuta hospitalini akiendelea na matibabu baada ya kupata changamoto ya uoni hafifu kutokana na kubainika kuwa na ugonjwa wa makengeza. Ugonjwa wa makengeza ni hali ya macho kutotazama sehemu moja kwa pamoja kutokana na uumbwaji wa binadamu kuumbwa na macho mawili ambayo mara zote kutazama upande mmoja kwa pamoja, lakini mtu anapokuwa na tatizo hili la makengeza, macho yake yanakuwa yanapishana katika kutazama kitu. Tatizo hilo linaweza kubainika kwa mtoto muda mfupi baada ya kuzaliwa au miaka miwili hadi mitatu baada ya kuzaliwa. Kwa watoto wachanga, tatizo hilo linaweza kutokea kwa sababu ya kuzaliwa njiti au magonjwa ya kurithi, magonjwa ya kimaumbile, utindio wa ubongo na kurithi kutoka kwa wazazi wake kama anavyoendelea kufafanua Shafi Sulemani Milela ambaye ni mtaalamu wa afya ya macho na uono kutoka hospitali ya Rufaa ya Kanda ya Kusini Mtwara. Mtoto anaweza kupata kengeza muda mfupi baada ya kuzaliwa ikiwa macho yake mawili yana utofauti wa uono ambapo jicho moja linakuwa limepungua zaidi nguvu ya kuona kuliko jicho lingine. Taarifa za uono za macho haya mawili zote zinaenda kwenye ubongo za kwa tofautiana. Na mara zote ubongo unapendelea ile taarifa ambayo ipo clear zaidi kwa ile taarifa ambayo inakuwa ina changamoto kutoka kwenye jicho ambalo halioni vizuri, mara nyingi inapuuzwa na ubongo, na kupelekea ile jicho kupinda. Linapopinda linapelekea kengeza. Kadhalika watu wazima nao wana uwezekano wa kupata ugonjwa wa makengeza kutokana na kupata ajali iliyohusisha kuathiri sehemu ya kichwa au kuugua ugonjwa wa kiharusi. Lakini ajali hiyo hiyo pia inaweza kapelekea changamoto kwenye mishipa fahamu na katika mishipa famu ambayo inaweza kupata athari ni mishipa famu namba tatu na mishipa famu wa abducens au mishipa famu wa fashion ambayo mishipa hiyo katika matawi tofauti yana control sehemu tofauti za misuli ya, ya macho. Mtaalamu huyo wa afya ya macho Shafii Suleman Milela anasema vipo viashiria mbalimbali mbali vya kubaini tatizo la makengeza kwa mtoto, kama macho kupishana wakati wa kutazama, na kwa watu wazima kupata na tatizo la kutoona vizuri au jicho mojawapo kuwa na uono hafifu kuona taswira mbilimbili mbili, kupata maumivu ya kichwa, kizunguzungu na kushindwa kuchakata taarifa unazozitazama kwa usahihi. Na habari njema ni kwamba ugonjwa huo una tiba kwa watu wa rika zote, kutegemea na ukubwa wa tatizo. Kwa watoto, baada ya kufanya vipimo vyote, tunaangalia uwezo wa kuona, lakini katika aina hiyo akengeza mbua tunairekebisha kwa uvaaji wa miwani, lakini mara nyingine makengeza haya kutokana na sababu labda misuli au mishipa fahamu kutofanya kazi vizuri wanaenda kufanyiwa operation, lakini kwa watu wazima kama ulizaliwa nao au litokea kipindi cha udogoni, linarekebishika pia, lakini mara nyingi tutakuwa tunarekebisha tu muonekano kwamba jicho litarudi katika uelekeo wake mzuri, lakini uono unaweza usiwe mzuri sana. Iwapo hautatibu tatizo la makengeza, unaweza kusababisha kupata tatizo la jicho vivu au kwa Kiingereza kama amblyopia, na kumwondolea mhusika kujiamini. Hivyo wazazi na walezi mnashauriwa kuwapeleka hospitali watoto wenu pindi mnapoona dalili za makengeza, kwa sababu uwepo wa tatizo hilo kunaweza pia kuwa sababu ya kutokea kwa matatizo mengine ya macho. Msikilizaji, tumefika mwisho wa makala ya afya yako. Jina langu ni Salma Mkalibala, kwa heri. Na hadi hapo tumekamilisha matangazo yetu ya asubuhi, na kualika tena hapo saa saba mchana kwa saa za Afrika Mashariki kwenye matangazo yetu mengine. Kwa niaba ya wenzangu wote uliowasikia, mimi ni Zainab Aziz na kutakia asubuhi njema. Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa kumi na mbili na kumalizika saa kumi na mbili na dakika 30 asubuhi.